Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina naitwa Maliam Mohamed Mdaya, ni afisa ustawi wa Muhimbili, niko na mwenzangu Maltina Mwasu. Mimi niko jengo la Mwaisela lakini Maltina yuko jengo la Sewahaji. Vilevile ni mdau wa Madina Foundation na nipo kwenye hilo group la Madina Foundation. Nawashukuru Madina Foundation kwa ushirikiano wenu mnaotupa kwa wagonjwa kwa niaba ya ofisi tunakiri kupokea hivi vifaa na Salhaameshanitumia detail zote kwao, nitaonyeshea wenzangu kesho inshaallah. Tunawashukuru. Kwa majina anaitwa Maimuna Hassan Mkui, ni muuguzi mwandamizi, nafanya jengo la wazazi kitengo cha watoto wachanga. Wa changa niko pale kwa muda wa miaka kumi. Kitengo chetu kina watoto ambao wanazaliwa njiti Mtu anajifungua miezi sita, saba, nane, mtoto anazaliwa na gramu mia tano mia sita mia saba mia nane mpaka kilo moja na kuendelea, lakini mtoto yule anahitaji mahitaji maalum. Na alhamdulillahi kwa sasa hivi vifo vimepungua kwa kiasi kikubwa sana, kumekuwa na vifaa ambavyo vinawawezesha watoto mtoto wa gramu mia tano mpaka anaruhusiwa anaenda nyumbani. Kwa hiyo kwa hilo pia tunashukuru, lakini pia watoto hawa wazazi wao wanapata changamoto nyingi sana hasa katika matibabu imagine, mtoto amezaliwa na gramu 500 mpaka aje atoke ana labda kilo 1.5. Mama anaweza kawa mtoto anaweza kawa amekaa ICU kwa muda mrefu sana, ambacho kiasi kwamba changamoto anazokutana nazo kuhusiana na bili au gharama za matibabu unakuta ni kubwa. Mtu anaruhusiwa anadaiwa milioni kumi, na alafu akiangalia kipato chake ni cha hali ya chini. Kwa hiyo kuna changamoto ambazo wanazipitia, wanahitaji vipimo mbalimbali, wanafanyiwa vipimo vyote, vinahitaji pesa. Kwa hiyo kwa kitengo kile ambacho nipo, wamama wanapata changamoto nyingi sana. Hata hizi pempas nilivyoziona hapa, nikasema alhamdulillah, pengine na Sister bahatika wana changamoto za pempas, mafuta, sabuni, maziwa kwa sababu pia tuna watoto ambao wanazaliwa mama zao wanapata shida, anajifungua anaenda kukaa ICU, mwisho wa siku wengine wanapoteza maisha, wengine wanajifungua, kutokana na gharama za matibabu zimekuwa ni changamoto, anaona mimi siwezi kuhimili, anaamua kutuachia mtoto akaondoka kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo na tuna watoto pale ambao mama zao wametoroka hapa hospitali, ametuachia watoto, wameshindwa kulipa bili. Mwingine ametokea Mwananyamala, ameshindwa kulipa bili, mtoto anaumwa sana, atakiwa kuletwa Muhimbili, nasema mimi sina uwezo, akaamua kumtelekeza mtoto. Kwa hiyo mwisho wa siku mtoto akaja. Kwa hiyo tuna watoto ambao hawana relative au ndugu wanaokuja kukanyaga pale kuwaona wazazi wao, hatuwajui. Yote hayo ni hali ya ugumu wa maisha ambao wanayapitia, anashindwa kumudu zile gharama. Hakuna mama ambao hatamani kuwa na mtoto wake, lakini inafika mwisho sasa anashindwa. Kuna wagonjwa ambao wameshatibiwa, wameshapona, walikuja na changamoto tofauti tofauti, ametibiwa matibabu yamalizwa zuri. Muhimbili, ukija tunakutibia, tunakupa, tuna, tunakukopesha matibabu, tunakutibu ukimaliza tuna, tuna... angalau urudishe kile kidogo, maana sisi ni cost sharing lakini anakuta anashindwa, hali yake ni ngumu, hawezi ko. Tuna wagonjwa wengi wako pale, mama na watoto wao wamekaa takriban, wengine mpaka wana wiki mbili, wiki ngapi, wanashindwa kulipa. Ukiangalia bila aliyokuwa nayo na uwezo aliokuwa nao, anashindwa kwao, mpaka ishu za sosho na zingine. Alhamdulillah, wadau kama nyinyi, kuna watu wanajitolea wana, wana, wana, ukimweleza hali ilivyo, nitumie kontrol namba ya laki tano nampa, unamwambia umeruhusiwa, haamini kwa hiyo sadaka hizi ambazo tunatoa sisi tunaweza tukaona ni jambo dogo sana, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu zina fadhila kubwa mno, na huwezi kujua yani una, unazidi kuongezewa kile kipato bila wewe kujua, kumbe ni dua ambao unaipata kupitia mtu alioipata ile sadaka. Kwa hiyo changamoto za kwangu kule nyingi ni kama hizo, mama anashindwa kunua pempasi, kula yao ya tabu. Kwa hiyo yani na nawashukuru sana Madina Foundation kwa jitihada ambazo mnazionyesha Allah atawalipa ujira ulio mwema. Amin. Tuendelee ku... yaani, unaweza ukaona umetoa elfu moja ukaiona ni ndogo lakini ikamfaa mtu na ukazidi kupata baraka kwa Mwenyezi Mungu.